Karibu sana mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, ninapokualika tena leo katika mjadala wetu wa kitabu chetu hiki kizuri sana cha wanafikara wa kiroho, maswali matano ya msingi wa mwanadamu. Na kama ambavyo tumejadili katika kipindi kilichopita, leo bado tunaendelea kujadili mawazo ya wanafikara wa kiroho wa Afrika pale wanapothubutu kujibu swali hili la sisi wanadamu tunaenda wapi? Swali la tano la msingi wa mwanadamu ambalo linahoji hatma ya mwanadamu hapa duniani, baada ya maisha ya hapa duniani ni nini na wapi na kwa nani. Kwa hiyo tuliangalia juu ya dhana ya kifo ni nini, ambapo leo tutarudia kidogo kuangalia eh, dhana hiyo, lakini vile vile tutaangalia juu ya shauri ambalo ni zito kidogo la uwezekano wa marehemu kuwasiliana na watu walio hai hili jambo zito kidogo tunakuja kuona hapo. Jambo hilo je, linawezekana? Je, ni kweli au uzushi? Lakini tukuja kuangalia kidogo e, mtazamo na msisitizo wa kanisa Katoliki juu ya jambo hilo. Kanisa Katoliki e, limeweka kabisa utaratibu wa, wa jambo hilo kwamba kama kweli kuna uwezekano wa marehemu kuzungumza na watu walio hai basi huo, hilo e jambo liwekwewekweje na liaminike kwa kiasi gani, tutakuja kuangalia katika mjadala wa leo. Asante kwa kuwa nasi hapa YouTube. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulaiki na kukomenti. Shukrani. Shukrani sana studio, na tunawashukuru sana wadhamini wetu, na kwa kweli tunaomba tunakuomba wewe, kama bado hauja subscribe unasubiri nini? Subscribe, subscribe, like, comment, na ukivutiwa okay, zaidi share na wengine ili na wao wajiunge katika jumuiya hii ya wanafikara wa kiroho. Sasa tunaendelea kurudia kidogo juu ya shauri la kifo. Wanafikara wa kiroho wa Afrika wanasemaje juu ya kifo? Wanasema hivi, um, kifo kwa ujumla kinatambuliwa kuwa ni tukio ambapo roho inatengana na mwili. Kwa sababu roho inahusishwa sana na kupumua, watu wanajua kuwa roho imeondoka wakati mtu anapokoma kupumua. Je, hiyo roho inatengana vipi na mwili? Jambo tulikuwa tumelijadili katika kipindi kilichopita na nilieleza kwamba baadhi ya wanafikara wa kiroho wa Afrika wanaeleza kuwa roho ya mtu inatengana na mwili kupitia kinywa, pua au macho yake. Ingawa roho inatoka mwilini, katika sehemu nyingi za Afrika wanafikara wa Afrika wanafundisha na kunadisha kwamba e, kwa muda fulani roho hiyo huwa ina desturi eh, ya kukaa karibu na mwili ule au karibu na nyumba ambapo mtu huyo alikuwa anaishi alipokuwa hai au karibu au jirani kabisa na makazi yale. Na hivi mtu akishafariki, roho yake huwa ina tabia ya kuzunguka zunguka maeneo ambapo aidha mwili wake umezikwa au alipokuwa anaishi. Hayo ni mafundisho na, na mitazamo na maoni kadiri ya wanafikara wa kiroho wa Afrika. Na kwa sababu hiyo ya roho kuto kwenda mbali mara tu baada ya kuwa mtu amefariki, wanafikara wa Afrika wanasisitiza kufanyika kwa ibada za mazishi, ambazo ni lazima ziwe sahihi, ili kuhakikisha kwamba roho hiyo inatupwa mbali, inafukuzwa, ili ikome tabia ya kuzungukazunguka karibu na eneo ambalo mwili umezikwa au mahala ambapo roho hiyo ilipokuwa mtu hai, um, ilikuwa au mtu huyo alikuwa anaishi. Kwa hiyo wanasisitiza juu ya kufanyika kwa ibada maalum kabisa za mazishi ambazo e, msingi wake ni kuhakikisha kwamba hiyo roho inatupiliwa mbali ili isirudirudi katika maeneo yale okay. Kwa hiyo um, watu wanatambua kuwa hata kama mwili unabaki nyuma, roho bado inatambulika kwa sifa sawa na zile zilizopo wakati mtu alipokuwa hai. Hii haimaanishi kuwa roho inavaa mwili mwingine, lakini in, e, ukweli hapa ni kwamba roho inabeba kumbukumbu kumbu zote za msingi kuhusu mwanadamu huyo aliyefariki. Sasa mawazo haya ya wanafikara wa kiroho wa Afrika kwa wazi hayaelezi sana jambo hili haielezi sana jambo hili kwa kina, lakini angalau mafundisho hayo yanaonyesha kwamba roho haipotezi utambulisho wake ambao roho hiyo ilikuwa nayo huo utambulisho eh, hata wakati au baada ya mtu kuwa amekufa. Jambo hili linafanana na maelezo na, na mafundisho ya wanafikara wa kiroho mbalimbali hata Wakristo au wanateolojia Wakristo na, na Waislamu Mafundisho yako hivyo kwamba ile roho inabeba kumbukumbu kumbu zote eh, katika, katika Uhindu wanatumia neno Akashic records kwamba ile roho inabeba hizo kumbukumbu kumbu, na huko mbinguni au mahala fulani kuna kuwa na rekod ya matukio yote uliyoyafanya hapa duniani, na hivi hiyo roho inaweza kukumbushwa kwa kuwekewa skrini kubwa ambayo itakuwa inachezwa makosa yako yote uliyoyatenda, na hivi ni ukweli ambao Wanafikara wa kiroho wa Afrika wanaungana na wanafikara wa kiroho wengine katika kusema kwamba roho, hata ijapokuwa mtu anakufa, bado inabeba sifa za kimsingi za ubinadamu wa mwanadamu. Na tuliangalia juu ya wafu wanaishi wapi, tuliuliza swali hili. Tujiuliza pia swali hili, na wanafikara wa kiroho wa Afrika wanasema kwamba kuna mahala rasmi kabisa ambapo wafu wanaishi na kwa mtazamo wa wanafikara wa kiroho Afrika wanasema e, mahala hapo mahala hapo ambapo e, wafu wanaishi e, ni kama dunia hii ya kwetu ina mazingira yanayofanana ya kwetu. e, kuna mbuzi, kuna kondoo, kuna kobe, kuna mijusi na kadhalika. Kwa hiyo maisha baada ya maisha ya hapa duniani yanaendelea, ya kuendelea katika dunia ya walio wafu ama dunia ya wafu. Wanafikara wa kiroho wa Afrika wanasema wakati jamaa wa marehemu wakiendelea kuwakumbuka waliofariki, roho za marehemu huendelea kuishi kwa namna fulani. Imekuwa kile tunachokiita wafu wanaoendelea kuishi ama wafu wanaoishi. Watu huona kama ni binadamu halisi ingawa wamefariki. Ikiwa itaonekana, yaani hiyo roho kwa ndugu, watasema wamemuona fulani ambaye amekwisha fariki. Hadi wakati huo roho inakuwa haijasahau jina na utambulisho wake. Katika kipindi hiki ambacho kinaweza kudumu kwa vizazi vinne au hata vitano, inawezekana kwa baadhi ya sifa, tabia na utu wa roho kama hiyo ya mtu aliyekufa kuonekana kwa mtoto mchanga. Ndipo watu watakaposema kwamba fulani amerudi au amezaliwa tena. Mtoto huyo anaweza kupewa jina la mtu huyo aliyefariki na watu wanaweza kutoa dhabihu na sadaka ili kuonyesha furaha na shukrani ya kurejea kwa mtu aliyefariki kupitia kwa huyu mtoto mpya. Wazo hili la kuzaliwa tena kwa sehemu linajulikana kama uhamaji roho ya mwanadamu, lakini si kila mtu huzaliwa tena kwa njia hiyo, wala si mtu mzima aliyefariki anayezaliwa tena, ni baadhi tu ya sifa au mambo ya mfu aliye hai ndiyo yanayozaliwa tena, na hili linawezekana kabisa hata kwa utetezi wa kibiolojia asante. Kwa kuwa nasi hapa YouTube, tafadhali usisahau kusubscribe, kulaiki na kukomenti. Asante sana. Na hivi kama ambavyo nilivyoeleza hapo kabla, kwamba wazo hili la kuzaliwa tena kwa sehemu linajulikana kama uhamaji roho ya mwanadamu, lakini si kila mtu huzaliwa tena kwa njia hiyo, wala si mtu mzima aliyefariki anayezaliwa tena, bali ni baadhi tu ya sifa au mambo ya mfu aliye hai ndiyo yanayozaliwa tena, na hili linawezekana kabisa hata kibaolojia. E, tume, tumeona wakati Yesu Kristo akiwa pale mlimani alipobadilika sura, walitokea pale Eliya na Musa, watu ambao wanaaminika walishapotea hapo kabla au walishakufa hata kama hakuna taarifa rasmi za jinsi Elia alivyokufa na, na hata Musa naye, lakini hawakuwepo kwa kipindi kirefu hicho, lakini baadaye wanatokea. Maana yake nini? Kweli, kwa mujibu wa wanafikara wa kiro wa Afrika, uko uwezekano kwamba kweli yako maisha yanayoendelea mahala pengine, na tunatembeleana au wanatutembelea, kwa sababu wenzetu huku wameendelea zaidi, wanaweza kututembelea sisi. Sawa. Sasa, zaidi ya hayo yote mambo hayo yanaweza kurithiwa na wavulana au wasichana bila kujali jinsi ya mfu aliye hai husika. Yaani hapa si ajabu kuona baadhi ya sifa na tabia za marehemu mwanaume zikijitokeza kwa msichana au sifa na tabia za marehemu mwanamke zikijitokeza kwa mtoto mvulana. Pia sifa na tabia hizo zinaweza kuzaliwa upya kwa wakati mmoja kwa watoto kadhaa katika familia. Ufunuo mwingine wa wafu wanaoishi unasemekana kutokea katika ndoto, maono, kumilikiwa na roho, yaani kupandisha mizuka na magonjwa fulani au usumbufu wa akili. Katika ndoto na maono, watu wananadi kukutana na roho ya mfu aliye hai, kuzungumza naye na kupokea maagizo au maombi fulani kutoka kwake juu ya jambo fulani. Hili binafsi nakiri kwamba limewahi kunitokea mara kadhaa. Ninaye moja ya rafiki zangu, nilikuwa nampenda sana, anaitwa Roja baada ya kuwa amefariki amekuwa akinitokea mara kadhaa, na ananieleza jambo ambalo kila anaponitokea linakuwa na dhana hiyo, linakuwa na dhana hiyo. Sasa eh, nipo bado katika utafiti kuuliza kwa wengine kama jambo hili linawatokea, lakini kwa mujibu wa wanafikara wa kiroho wa Afrika, jambo hili la kwamba marehemu anakutokea anakupatia maagizo katika ndoto lina, lina, lina, namna ambavyo linaelezwa, mimi kwa kweli limenitokea binafsi ninakubaliana nalo lakini ni jambo ambalo kila mtu anaweza kupata au kutushirikisha uzoefu wake. Unaweza kuandika hapo kwenye comment kama e, umewahi kutokewa na marehemu yoyote kwenye ndoto mara kadhaa na akawa anakusisitizia jambo hilo hilo. Hata hivyo hatuna maelezo ya kina kuhusu jinsi hawa wafu wanaoishi wanavyoonekana bayana, tofauti na kuonekana katika ndoto, zaidi ya wanaosimulia kuwa waliwaona fulani na fulani lakini inaaminika kuwa hao marehemu ambao huwa wanaonekana bayana kwa baadhi ya watu eh, huwa wanaonekana kwa namna ile ile walivyokuwa, eh, wakati walipokuwa walipokuwa hai. Katika hali za kumilikiwa na roho au magonjwa, msaada wa mganga wa kienyeji au mtabiri mara nyingi huwa ni muhimu ili kubaini ni roho gani ya waliokufa inayohusika na kile inachokitaka roho hiyo. Ikiwa roho ya marehemu ina madai yanayoweza kutekelezwa, watu hujitahidi kuyatimiza. Lakini iwapo madai hayo hayawezekani, yaani hayatekelezeki, njia nyingine ya kuwatuliza hao marehemu ni kupitia mganga wa kienyeji au watabiri. Mara nyingi roho za waliokufa mbali na makazi yao au wale ambao hawakuzikwa ipasavyo, huweza kudai kurudishwa kwa heshima nyumbani ama kufanyiwa mazishi upya. Kwa sababu hii, hata katika maisha ya kisasa Waafrika wanaofariki mijini mara nyingi hurejeshwa kwenye vijiji vyao vya asili ili wakazikwe huko. Mazishi haya wakati mwingine hufanyika kwa kufuata taratibu za Kikristo au Kiislamu pamoja na desturi za jadi za Kiafrika. Eh, sasa hapa kuna mjadala ambao unaibuka juu ya uwezekano wa marehemu kuwasiliana na watu walio hai. Lakini vile vile uwezekano wa watu walio hai kuwasiliana na marehemu, kwa sababu hapa ndipo mjadala unaibuka. Je, jambo hili linawezekana? Jambo hili ni kawaida? Jambo hili tunalichukuliaje? Mimi nimetolea mfano kwamba e, nimewahi kuota ndoto mara kadhaa ya baadhi ya marehemu nikizungumza nao na wakiniambia jambo fulani, baadhi yao mara nyingi, na mmoja wa hao ni huyo rafiki yangu ambaye nime nimetoa mfano sasa. Katika utafiti wangu ambao unaendelea bado, napokea mitazamo hiyo kwamba baadhi ya watu kweli wanapata ndoto ya kuzungumza ya hao, na, na hao waliofariki. Lakini jambo ambalo ni la ajabu zaidi hapa ni kwamba ule sasa uwezekano wa mtu kupandisha mizuka na kuanza kuzungumza au kuwa ameingiwa na roho ya marehemu na kudai mambo fulani Jambo hili ukweli wake ukoje? Katika video inayofuata tunaenda kutazama uchambuzi wangu binafsi, lakini vile vile mtazamo wa kanisa Katoliki na maono pia ya moja wa aliyewahi kuwa padre wa kanisa Katoliki, ambaye yeye anasisitiza kwamba jambo hili ni la kweli, tunapaswa kulikubali. Wa Kristo hayote tutaenda kuangalia katika video inayofuata. Asante kwa kuwa nasi hapa YouTube. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulaiki na kukomenti. Shukrani.